Diamond ni mwoga sana kuongelea masuala hayo. Uh, labda nikwambie kitu kimoja, mkataba wa mziki na kupenda mifano kabisa. Uh, kawaida ya mziki mkataba, ile investment yako ukiiweka, unatakiwa kwanza urudishe investment yako, alafu ndio mgawane kinachopatikana baada ya kurudisha kile ambacho ulichoinvest. Ndio kibiashara, iko hivyo lakini wasafi <laughs> yani, ilivyo kwanza, labda nikuwekee watu wasichokijua wa, ni kataba yote ya kidunia -sio, sio tu kwanza rudisha, Mendezi, unaposaini mkataba wote wa kimataifa kwenye maswala ya kimziki, cha kwanza ilivyo, pesa imeingia milioni labda, inatakiwa lebo ichukue faida yake kwenye milioni kwanza, kama nilikubaliana hamsini, ichukue hamsini yake, alafu kwenye ile ya msanii ndio wanakata wanakata investment, si unaelewa hapo mende? Hata hiyo unayosema ya kwamba wanatakiwa wakate investment hiyo, wafanye walombaya wale wa Marekani. Sasa, sasa ndio maana nataka niweke, ili mlipeleke vizuri. Si ndio, kwa unaingia mkataba makubaliano hamsini hamsini, si ndio? Ina e maana, imeingia milioni. Katika milioni inaingia, kwanza nachukua mimi hamsini yangu mimi, si ndio nimeinvest nachukua hamsini yangu, alafu anairudisha hela ile ambayo ya investment ni wewe, ile hamsini yako, sio kwenye hamsini yangu, sio. Umeelewa vizuri? Ndio mikataba yote duniani ilivyo. Sasa nakupa mkataba wa Wasafi ukoje? Mkataba wa Wasafi ulivyo, sawa, imeinvestiwa mia moja. ikiingia mia moja, msanii anachukua 40 bila kurudisha chochote katika ile investment sitini inatakiwa ikaingie kwa, ukiangalia mpaka tukigawana ile sitini wenyewe anapata faida nani hapo? Eh, mbona mnaonge pole pole, sijui maneno mazuri eh. Na mimi baada ya hapo nikamwambia Diamond, mimi hii biashara unachofanya ni kazi kama NGO, ni bora ungeandika Wasafi NGO ya wasanii <laughs> kwa sababu hakuna faida tunachopata, anachopata wao, kwa sababu leo anakuja msanii ana hit nyimbo anapata hela, anaanza kuchukua hela. Sisi tumekaa pale uongozi, tumumiza vichwa, napata pasenti tano au pasenti kumi, kachukua arobaini. Alienda kwenye lebo za nje. Akajua tutafanya hivi, akachukua hela baada kuchukua hela kaiona ni ya kwake, kwenda kuinvesti, akainvesti kidogo, ingine katumia. baada ya kutoa kila wimbo watu yeah. anachukua asilimia kumi na nane tu. anachukua hela zao tu. Lebo inachukua asilimia themanini na mbili. Lebo kaacha muziki, kaona bora ni aache muziki kwa sababu hamna tena kuendelea. Sasa kwa hiyo natakiwa muelewe, sisi tunavyofanya kama Wasafi tunajaribu kukuza vipaji ili watu waende mbele Hatutaki kumnyonya mtu wala nini. Labda niongeze matafati. Yani, nadhani ukikaa na wasanii wao wenyewe kwenye uhaki, atazungumza az Wasafi az kama mimi Diamond sitegemea, ila msanii yoyote wao wenyewe wanajua. Wanajua nguvu ambayo naiweka kwao, wanajua mapenzi nayoweka kwao, wanajua love nayoweka kwao, wanajua energy, fedha nazoweka kwao to me tu naona kama ni huyu kijana katoka hapa, acha nimpushi familia love. Sasa wakati mwingine na Wasafi sikudanganywa, ukiona mtu nimemtoza hela ujue huyo kanivunjia adabu tu. Naona kama wewe nimekufanyia hiki na hiki, afu na nifanya hivi, nimekukosea wapi? Basi fuata contract. Lakini watu wote ambao sikuishi nao yani mtu ambao kwa sababu mimi si yani mimi sitegemei ela ya wanamuziki wa lebo, wao wenyewe wanaelewa. Katika income zangu haifiki hata 0.1 0.5 ela lebo, wanaelewa wao wenyewe. Mimi nawachukulia ndugu zangu, familia yangu, yani hii ni familia yangu, ndio mtu akinikosea naumia. Na ha kweli au okay? Basi sawa. Na ndio maana unakuta mtu kama Mbosi Mbosi, mimi sitaki kunipata shilingi mdogo wangu Mbosi, tumeishi vizuri sana sana ana discipline ana adabu, nampenda, ananipenda, yani tumeheshimiana sana na sikudanganya, kama ningetaka hata bilioni mbili ningechukua pale, lakini ah, mdogo wangu na mdogo wangu, mimi nakupenda, tumeishi vizuri, umeniheshimu, hatuja kugombana. Hatuja kupishana kwa nini wewe sasa hivi ushafikia hatua ambayo unaweza kufanya jambo kwa nini kulete roho mbaya kama umeamini unaweza kuanza vizuri Sawa. Lavalava. Lavalava hakunifuata kuniomba mimi nataka kutoka nilimpigia simu Kim, nikamwambia Kim, ongea na Lava Lava kama angependa naye kuanza kujisimamia, mwambie aje nimpelelese. Lava Lava ni miongoni mwa wadogo zangu ambao wao anajua, yeye anajua nampenda sana, na watu wengine watangaza pa mtazamo kwamba lebo ya Wasafi inapush si Lava Lava. Hapana, unajua sisi tunafanya kadri Mwenyezi Mungu atubariki, lakini mengine ni ya Mwenyezi Mungu. inaweza kama mtu kampush kadri unavyoweza, kama Mwenyezi Mungu mwenyewe anaona hapana, nataka wewe hapa, afu baadaye aende hivi, hata ufanyaje kijana na talent la Lavalava anaimba vizuri, yani ana juhudi, ana uwezo uh, e, kwa kupendana, kwa kubebana kwenye hali na mali Wakaja Lavalava kazungumza naye, kwamba mdogo wangu mimi nakupenda, sitaki unipe hata shilingi 10, kama uko tayari basi kama nikamwambia kingine, nikamwambia licha tu hivyo, lakini kama brother yako pia nitakuwezesha kiasi cha kuanzia kufanya project zako, sio? Unanielewa? Nikamwambia nitakuwezesha kiasi cha kuanza kufanyia project zako kama mchango wangu mimi kwako wewe. Tumeshi na Lavalava karibu miaka minane sasa hivi, sasa nimtoze nini? Atuje kuvunjana heshima aje kosana adabu aje kufanya chochote. Sasa wasanii pia hiyo waangalie unajua ilivyo makubaliano ni makubaliano ni namna ya kuishi tu watu alafu tu, az, mikataba sio issue ya big deal. Ila ukitaka kujifanya wewe kibri wata kuleta jeuri ndio inakuwa ipo hivyo tu basi ipo hivyo oh tunaomba tarehe thelathini na moja, si ndio eh warehouse pale tuje yes. kuangalia chagueni mimi timu yangu nitamirani kabisa tusumbuane <laughs>